Fungua tu kinywa chako sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu sema mchana wa leo chochote kile, chochote kile. Kilichonishinda kili asubuhi ya leo, asubuhi ya leo sema mchana huu mchana huu. Sema ninatangaza natangaza, kukishinda, kukishinda. Kukishinda na neno la Kristo sema nitashinda kukishinda na neno la Kristo, katika jina la Yesu sema, katika jina la Yesu sema, ninatangaza kukishinda na neno la Kristo. Bwana atusaidie. Hakunaga kushinda kama hakuna kusema, wena uhakika hiyo. Bwana atusaidie sana. Unaweza ukaje hapo ukaenda dukani, nimeshaisemaga tena siku moja, ndio wezi kwenda dukani ukahudumiwa mpaka ufungue hicho kinywa chako. Hoyapo, wangea wangea. Kwa hiyo hapo, wakati unaongea ongea kwa wasiwasi, utapitwa utapitwa. Unatakiwa useme, alafu kiendee unacho kisema. Mimi siogopi uendee. Sasa kutokuogopa, viapo vya ndani vya wakuu wa makabila. Kicwa cha somo kinasema viapo vya ndani vya wakuu wa makabila kukomboa kipengele kinachosema kukomboa hatima yako. Bwana Yesu atusaidie sana, na mtumishi wa Mungu ataombea ardhi ya mkini. Wakuu wa makabila wameapa kwenye ardhi zao ya kwamba sisi hatutavuka, sisi hatutapenda, lakini leo tunatangaza kuvuka katika jina la Yesu, na mimi natamani sana Mungu anisaidie kwa habari ya mahali ambapo ninapofanyia biashara biashara yangu istawi katika jina la Yesu. Kukomboa hatima yako. Maombolezo sura ya tatu na ule mstari wa kumi na saba. Twende haraka haraka, Maombolezo sura ya tatu na ule mstari wa kumi na saba. Andea upendaki kuja na bibilia au umekuja kwenye maonyesho hapa? Tuko kwenye darasa ndiyo. Umeiweka, umeniweka nafsi yangu mbali na amani, nikasahau kufanikiwa. Nikasahau kufanikiwa, maana yake nafsi yako imewekwa mbali na amani. Amani ni maendeleo. Mtumishi wa Mungu alisema Jumapili iliyoisha, kuna watu wanafanya biashara lakini biashara zao haziendi. Kuna watu ndoa zao hawana furaha kwenye ndoa. Kwa nini? Kwa sababu wamewekwa mbali na amani. Bwana atusaidie sana. Kwa hiyo tunapoenda kuomba kwa habari ya ardhi unatakiwa maanishi. Kama kwenye mtaa wako hakuna amani, amani rejee, amani kwenye ndoa, kwa sababu tukiwa na amani, maana yake tuna maendeleo. Tukiwa na amani, maana yake tuna furaha. Tukiwa na amani, maana yake tuna ustawi. Bwana atusaidie sana. Na mimi ninatamani sana, kama kanisa, Mungu ametuachia upendo tu au kuna kitu kingine ametuachia? Ametuachia upendo tu, lakini si tumegeuka, tumebaki na machuki, maendeleo hayapo. Kwenye Zaburi ya mia na ishirini anasema nafsi yangu imekaa siku nyingi pamoja naye aichukiae amani. Ikiwa ni madhabahu za petu usilale. Nani naitwa nani? Elisha, njoo hapa mbele. Unajua wakikaaga nyuma na nani, njoko hapa nani, anaitwa nani? Yakobo, njoo sogea mbele. Ukialikwa wanasema ukae kiti cha nyuma, sasa bwana arusi atakuita cha mbele. Sogea huku mbele. Unajua wakikaaga nyumba wanasinziaga sana, wakikaa huko nyuma. Zaburi nafsi yangu imekaa siku nyingi pamoja naye aichukiae amani. Maandiko yanasema mimi ni wa amani, lakini ninenapo wao huelekea vita. Hapa ndipo pana kazi, Bwana atusaidie sana. Wakati wao unasema mimi nitaendelea, wao wanasema hautaendelea. Wakati mtumishi wa Mungu wandeo unatamani kuimba madhabahu za ukozi nasema wee urusii kuimba Wakati unatamani uvuke kiuchumi, madhabahu za ukoo zinasema kwetu watufanikiwaji. Bwana atusaidie sana. Bwana atusaidie sana Yakobo, huko mjini huko, hapa mweshomo CFC. Kweli mimi ni wa amani, maana ukisema ni wa amani, mimi ni wa maendeleo, lakini ninenapo wao huelekea nini? Vita. Bwana atusaidie sana. Zaburi ya mia moja na ishirini ule mstari wa sita na wa saba. Zaburi ya mia moja na ishirini hapa tumesema hii, Maombolezo tatu kumi na saba umeniweka nafsi yangu mbali na amani, nikasahau kufanikiwa. E, wame, wamekuweka mbali na mafanikio. Maana yake kwenye madhabahu za ukoo wanasema huyu mtu hakusi kufanikiwa huyu kwenye, mtu unajua, kwenye madhabahu zetu za ukoo wengine wameweka uruhusi hata kujenga nyumba nzuri, ukijenga tu uugui. Wengine tu usome, ukifikia sehemu hii usipate kazi. Wengine wameruhusu usome kabisa, upate kazi, lakini usiwe na amani. Wengine wameruhusu kabisa, usome upate kazi uoe, lakini uwe mlevi. Wengine wameruhusu kabisa, mtu amesoma, amepata kazi, amejenga nyumba nzuri, lakini alalaki nyumbani amjai kuona, wengine hawaolewi hawaowi, ni nini madhabahu? Bwana atusaidie. Sa leo lazima tushughulikie vivi hapo watu wamehapa wako watu wamesema hatutaendelea. Hata sisi hapa kuna vimtu vimehapa vimesema ngoja nione mwisho wao, nasi tuna hapa kwa jina la Yesu, lazima tuvuke katika jina la Yesu, lazima tumiliki. Haijalishi wanasema nini, maadamu tuna kiapo cha Mungu kinachosema hakika tutafanikiwa. Isikilize kiapo cha Mungu, kinasema hivi hivi. Unajua mtu akiapa lazima aishi kwenye hicho kiapo, sindio? Mungu ameapa hakika hakika sisi ni matajiri sasa inategemeana na kiapo ambacho mungu amekiapa mungu akiapa lazima wawe matajiri ujue kuna asilimia yani ili kile kiapo kitimie bwana atusaidia sana inategemeana na aliyeapa hicho kiapo sasa huyu ni bwana wa majeshi ameapa angalia ni asilimia ngapi utashinda Mnanielewa vizuri. Mkuu wa mkoa akiapa akisema, nimesema Jose asiondolewe hapa, hivyo utaondolewa. Kiapo cha mkuu wa mkoa ni kikubwa, yani nikisema ni ngazi ya taifa, hiyo ni kikubwa ambacho walio walioko kwenye huo mkoa mzima hawawezi kukitangua hicho kiapo. Bwana atusaidie sana, uwe na uhakika, lazima uishi katika hiyo sehemu ambayo umeambiwa utaishi. Sasa huyu ni Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, ameapa hakika, usiogope kwa sababu ya hao, hiki nikiapa, wameapa hakika mtafanikiwa wewe unabishaje? Bwana Yesu atusaidie sana. Miungu ya familia imesema hutavuka. Lakini Mungu aliyeziumba mbingu na nchi anasema kwa ajili ya Sayuni sintanyamaza na kwa ajili ya Yerusalemu sintatulia hata haki yake itakapotokea kama mwangaza. Siukae hapo kwenye hicho kiapo maana kina asilimia mia moja tunafaulu. Bwana atusaidie sana Amen. Sema nitafaulu, sema nitafaulu, sema lazima hatima yangu itokee, lazima tukongoe hatima itokee. itokee. Lazima. yetu kwa wakuu wa makabila kwa sababu wakuu wa makabila wanaweza wakazuia tusifanikiwe. Amje kwenda kwenye kimtaa fulani, unataka kufanya biashara, kumbe kuna kazee fulani kamekaa hapo, kametawala hilo anga, utafanikiwa maana yake? Kameshikilia ardhi. Kinasema watakao kuja moshono wawe wasenzi wote, watakao kuja chekereni wawe walevi wote, watakao kuja sehemu fulani wawe ni watu watu wa kutapanya fedha. Bwana atusaidie sana. Kwa hiyo hii amuoni kwa vijana, mtu anajitia moyo kabisa Mita, tajirika tu lakini bado hatafuti msingi au hatafuti ambaye Biblia imesema mwenye nguvu kumshinda huyo aliye hapa, kwamba watafanikiwa. Bwana atusaidie sana, lazima tumaanishe. Nataka nikamalizie na mstari mmoja. Utu wa ndani wa mtu ukiwa na amani, utu wa nje unafanikiwa. Utu wa ndani wa mtu ukiwa na amani, utu wa nje unafanikiwa, si mnaelewa? Biblia imesema hivi roho moyo uliochangamka ni da bali, roho iliyopondeka ukausha mifupa. Mjie kuona ukimwona mtu mwili wake una shida shida, ujue huyo mtu ndani hakuko vizuri. Ukimwona mtu ajachangamka, ujue ndani hakuko vizuri. Ukimwona mtu chochote ambacho akitokea kwenye maisha yake, ndani ndio kuna shida, maanake ndani kukiwa vizuri vitu vinastawi. Panzi sema sema, leo, leo, nitastawi Sema lazima ni stawi. Lazima ni stawi. Hatima ikichukuliwa unakuwa ni mtu wa kufanya kazi bila mafanikio. Mfano, hautafanikiwa katika uchumi, elimu, kazi, biashara na hata ufugaji. Unashangaa unafuga uendelee? Unashangaa unafanya kazi miaka. Nataka nikuambie kiapo cha Mungu kinaishi. Biblia inasema hivi, aliye mwaminifu katika dogo hata kubwa pia ni mwaminifu. Jamani, nataka kusema Mungu ni Mungu. Yaani, aliye mwaminifu katika elfu moja hata katika elfu mbili pia ni mwaminifu, na nina uhakika kabisa kama si hizi roho chafu zinazuia vijana, vijana ni matajiri sana sana katika mambo madogo, ni kwa sababu tu kuna roho zinapambana, na ndio maana kuna wakati tunakuja hapa tunaomba ili tuvuke. Bwana atusaidie sana. Kwa mfano mimi nimebeba labda roho ya ushawishi. Wewe unafikiri ni rahisi ulimwengu wa roho uruhusu nipenyeshe hivyo vitu? Tusipoomba. 1200 kila siku mara siku saba ni 8400. 8400 Jose, una tofali saba kila wiki. Wewe ni maskini? Kwa mwezi ni tofali 28, 33600. Ni ukweli unapata na 33600 ndio huyo jamaa mfalme wa mfalme anasema aliyemwaminifu katika dogo hata katika kubwa pia ni mwami nifu tafsiri yake, kama unapata elfu ukaitumia vizuri, elfu thelathini na tatu na mia sita kila mwezi, unatofali ishirini na nane kwa mwaka, hujajenga wewe unayejiita maskini? Sema ninakataa kataa, roho ya udhaifu. Sema ninakataa kukiri maneno mabaya. Sema ninakataa. Sema akili yangu ufahamu wangu, pokea matunda katika jina la Yesu. Niweke sababu pembeni, upenye, useme ninapenya. Ijalishi watu wanasema nini, ninapenya. Ijalishi wananitukana, ninapenya. Ijalishi wamekaa kikao wakasema sintavuka mimi, ninatangaza nitavuka. Hauoni kitu, ungeona ndio ungeelewa ninachokisema. Nimesema hutaweza kufanikiwa kuomba kwa ajili ya viapo vya ndani vilivyokamata wanandoa wasipate watoto. Tuna, tunawalipa damu ya Yesu, nataka hapa tu niukiri hapa, tutakiri mara saba, tumkaribishe mtumishi wa Mungu, Bwana atusaidie sana, tutaendelea siku nyingine, tutakiri mara saba kwa ajili ya wanandoa Tukisema, haijalishi kwamba hujaingia, inawezekana shetani ameweka beri ya mbele ili unapoingia kwenye ndoa usipate watoto. Hata ukipata watoto wewe wakuugua tu amjii kuona hivyo, ni viapo. Bwana, tusaidie sana. Viapo ni neno thabiti. Habakuki tatu mstari wa tisa tukamalizia. Habakuki tatu mstari wa tisa Jose, kama umepata tusomee kiapo cha wakuu wa makabila, kinaambatana na kifungu wa tisa, huu mstari mmoja ndio uta wako ukafanywa wazi kabisa. <laughs> yapo walivyopewa kabila ilikuwa neno thabiti, ukaipasua nchi kwa mito. Bwana Yesu atusaidie sana. Kiapo cha makabila kinaambatana na kifungu yaani Jose, mtu anaweza akakwambia ngoja uone kama utafanikiwa. Unajua, ndani ya hili neno ambalo amelitamka kuna roho ya kutokufanikiwa, kila unapokwenda hautafanikiwa. Na ndio maana watu wanasema tu, haya maneno tu ni maneno tu, lakini katika ulimwengu wa roho mtu akisema hautafanikiwa, hakika lile neno linakaaga tu miaka mitano, linakusubiria. Nimesema kwenye ubari wa ndoa, wanandoa, kuna mtu amesema ngoja uwaone kama watapata watoto wa kiume ngoja tuone, kama watapata watoto wa kike ngoja tuone, kama hii ndio itakuwa na amani. Wameapa na viapo vile vilikuwa neno thabiti. Bwana Yesu atusaidie sana. Wewe unashangaa, unaendaga tu hata watumishi na mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki sana, umepatwa ile neno la ufunuo. Unajua sio rahisi. Bwana Yesu atusaidie sana. Unaweza kwenda ukafanya kazi Ukaja hapa tukakubandikia mikono, baba msaidie roho ya chuma ulete iondoke kazini, kumbe shida sio roho ya chuma ulete, shida ni viapo vya kifamilia, ndivyo vinavyosababisha usifanikiwe kila unapokwenda. Mtu anasema nataka nikimbilie Tanga, ukienda Tanga, kile kiapo kinakufuatilia hurusi, we ukienda kila mahali unakataliwa. Kuna mtu mwingine ana roho tu ya kukataliwa, watu hawaelewani na wewe. Hala ng'ang'ane, sema nitang'ang'ana. Kiapo mizimu, aina ya majini yanakaa ndani ya watu, na mara nyingi huja kwa sura ya mtu. Hamjawei kuota ndoto na mtumishi wa Mungu, utushughulikie hii ada? Hamjawei kuota ndoto ukashangaa, nimemuona mtu fulani, nimeona sura ya mtu fulani? Ni majini yale yamevaa sura ya mtu fulani ili ujue ni ule mtu, kumbe ni maroho ya kwetu. Sema kwa jina la Yesu.